Hello ladies and gentlemen, mambo vipi? Karibuni tena kwenye channel yenu pendwa kabisa ya DNA Academy yani Digital Entrepreneurship Academy. Na leo tuko kwenye episode nyingine ya Crypto Reality Check almaarufu kama CRC powered by Inkryptus Wallet. Naam, naam, naam. So hmm. Inkryptus Wallet wanatupa nguvu ya kuwa hapa. E, kama unavyojua sisi ni wakereketwa haswa wa mambo ya digital assets, uh, entrepreneurship. Na unapozungumzia digital assets tunazungumzia zile zilizojengwa kwenye teknolojia ya blockchain. Sasa tuwakumbushe tu watu kwamba ukitaka kutumia platform nzuri ya kujengea portfolio yako ya digital assets ambayo iko user friendly na ina huduma nyingi ambazo zitakusaidia kuweza kunufaika na digital assets zako, basi usiulizie kwamba ni platform hivi, wewe ulizia, nataka Inkryptus ya kutunzia digital assets. Yeah, kabisa, kabisa. Yes, so hmm, kwa sababu hii ni wallet nzuri sana, ni user friendly na ina huduma nyingi sana ambazo zitakusaidia kuweza ku multiply au capitalize mm. zile assets zako ambazo unazimiliki za kidigitali like ambazo zimejenga kwenye technology ya blockchain. Yeah, kabisa na yes. For the past 5 uh, years yeah tumekuwa tukitumia na tumekuwa tukipata matokeo hususan. Nah. Unajua, <coughs> lengo sio tu kumiliki crypto yes. lakini actually kuona appreciation yeah. ya portfolio yako na right, Inkryptus yeah. kwa zaidi ya miaka mitano sasa mm. uh, wamekuwa wakituwezesha kufikia uh, hiyo hatua. Na, no. Na hii wallet ina huduma nyingi sana ambazo mm. so obvious kila mtu angeza kuzipenda. Kuna mm. gaming service mm. kuna staking mm. uh, kuna IBO yeah. There are a lot of things actually kwenye wallet. kwa hiyo tembelea tembelea Play Store, App Store, tembelea App Store mm. search Inkryptus au yeah. tembelea tovuti ya www.inkryptus.com alafu utaweza kupata details zote za msingi kuweza kujua exactly what is in this uh, Inkryptus. mm. And also Usisahau kama bado hivi vitu kwako ni vigeni, basi sisi tuko Bongo Plaza floor number 4 njo hapa kwenye hii academy ya kidijitali eh, uweze kujifunza ujasiriamali wa kidijitali properly ili uweze kufanya maamuzi yenye taarifa yeah, kabisa. So my brother uh, mm. it's been a while uh, mm. like several sessions hatukuwa pamoja lakini mm. uh, leo we back again and um, basically leo tunataka tuchambue kitu moja muhimu sana mm. uh, I think you have came across with the word referral program yeah Referral program has been one of the thing that has been misinterpreted. I don't know if mm. it's not you can guide. Referral program imekuwa misused au inakuwa misinterpreted au kutokana na kuwa misused imekuwa misinterpreted, au na yenyewe tu automatically ni it's it's it's a it's not a, a good thing yani ni kitu kibaya. Ah, fine. Referral market sio kitu kibaya. Mm. Uh, with my experience uh, yeah. Mpaka sasa hivi ninavyoishi mm. uh, reference ile referral market au yes. Watu wengine wanapenda kuita network marketing yeah. Sio kitu kibaya mm. Na lengo halisi la hiyo referral market au network marketing kuwepo ni kwamba watumiaji wa huduma wanapopenda ile huduma kwanza yeah. Wanaielewa, wanaipenda then wanaenda kwa mtu mwingine, wanambia bwana, mimi nimekuwa nikitumia huduma hii na nadhani itakuwa vizuri kwako, basi kampuni eh, wanaotoa ile huduma mm. wanakupa commission kadogo reward, wanakupa reward kadogo yeah, basically I think mm. I think nime nimekutana na maswali mengi sana mm. uh, watu wengi wana confuse mm. referral program mm. um, pamoja na ponzi schemes mm. na pyramid schemes mm. au tuseme scams in general yeah. kwa sababu wanaamini kukiwa na kitu ambacho ukimrefer mtu wewe una benefit, maana yake kuna kitu kinakuwa hakiko sawa mm. Lakini leo tuchambue vizuri what mm. is Tukizungumzia affiliate marketing maana yake the company needs a direct organic customers to pay. Kwa maana kwamba mimi na duka langu, let's say na duka langu au na huduma zangu, products zangu, zinaweza kuwa ni tangible au zinaweza kuwa ni service products. Ninapokuwa na tafuta wateja I have to do marketing sasa, marketing mm -hmm. ziko za aina tofauti tofauti. I can pay, I can employ mm -hmm. naweza nikalipa kwenye social networks mm -hmm. pay ads, watu waweze mm -hmm. kuengage nazo mm -hmm. lakini naweza nikawatumia watu mm -hmm. eh, badala ya kuwaajiri moja kwa moja nikaamua mm -hmm. kuwatumia hao waizungumzie product yangu ili iweze kupata uh, uh, organic customers wa moja kwa moja kwa sababu mm -hmm. tunajua kabisa unapofanya ads kwenye Facebook kwa mfano, it's very hard to pata ile trusted engagement kutokana mm, na nature ya watu siku hizi ilivyo. Kwa mm, hiyo unakuta mtu ni rahisi zaidi kuweza kumsikiliza na kupay attention kwa mtu ambaye ni no mouth no, to no, mouth to um, kuliko yeah, akiona tu vitu vinapita mtandaoni kwa sababu changamoto zimekuwa ni nyingi, mm. Unaona, sasa hiyo imekuwa ni kitu ambacho ni cha kawaida tu, lakini unapozungumzia pyramid scheme mm, manake uh, unategemea um, Uh, imlipe yule anayekuja sindio? Lakini hiyo ni ponzi scheme. Hiyo ni ponzi, ponzi. Ponzi, you rob John to pay Paul. Hiyo ni ponzi scheme. Maanake kunakuwa hakuna biashara exactly lakini mm. pesa ya charity tamlipa Anthony wa, wa leo pesa ya hivyo hivyo ibaini kwamba newcomers will be old starters will be paid by newcomers. Hiyo ni ponzi scheme. Lakini pyramid maanake unategemea a new recruit to boost the business. Kama recruit sipo kuwepo manake biashara inakuwa hai. Unaona, Ponzi scheme, Rob John Paypole. Mm -hmm. Pyramid scheme you depend on recruitment mm -hmm. as the the engine of the business. Recruitment, amna na biashara imeisha. Mm -hmm. Lakini ukizungumzia affiliate affiliate does not directly ah mm -hmm. uh, hatutaki kuirefer directly na hizo vitu. Mm -hmm. Ni sana sana navyosema leo suggestion na solutions. Mm -hmm. All solutions are suggestions Mm. But not all suggestions that's are solu solutions. Yeah. Umeona? Mm. Of course, referral I mean um Ponzi schemes, pyramid schemes zinatumia referral system. Mm. Lakini sio kila referral system ni Ponzi au pyramid. <coughs> The issue ni kuangalia nini source ya pesa ambayo italipa rewards watu. Mm. Get the point? Yeah. Kwa mfano, ukiangalia sasa hivi Una kitu kinaitwa multilayer uh, affiliate program mm, kama wanaotumia Binance, mm, KuCoin, uh, Coinbase na wallets nyingine nyingi including hata Inkryptus pia wanatumia. Sasa the The issue issue is is not about affiliate au referrals. Mm. The issue is, ile thesithes referral, yeah, inatoka wapi? Mm. Sasa let me give you an example. Mm-hmm. Labda tuseme Binance ukifanya muamala kwenye blockchain fulani, au ukiweka transaction unachajiwa let's say 2 dollars. Mm. Let's let's give an example. Mm. Ukishachajiwa 2 dollars mm, ya transaction fee as a service of their wallet, wanachukua 10% of 2 dollars wanailipa kwenye referrals. Like, every time somebody does a transaction, anachajiwa. Akishachajiwa ile iliyochajiwa ambayo inaenda kwa kampuni kama ni, benefit, ni profit ya kampuni ya mm, fees, mm. ya ku, ya ku, ya ku offer ile service ya transactions. Kampuni inamua, bwana katika hii dola mbili tunayoichaji 10% of the two dollars let's pay to the people ambao wana refer watu wengine waweze kutumia huduma yetu. Is that a problem? Hapana. Kwa sababu the source of that rewards that people have been given sio pesa za watu. Mm. -hmm. Ni ule muamala ukifanyika yale makato yakishakatwa kisha ndio mm -hmm. unafanyaje? Ndio mm wewe -hmm. una benefit. Sasa hapo uskamu natoka wapi? Yaani sasa na mimi leo mm -hmm. nifungue duka langu la nguo. Mm -hmm. Nikaona kupata wateja na kwa kipengele. Mm -hmm. Nikaamua kwenda pale UD, nikaambia wanafunzi wa UD, jamani, mm. kuna nguo za vijana, nazo duka langu kubwa sana, mall ya nguo za vijana. Mm. Eh, lakini ukija na rafiki yako pale, kama wewe ndio umemleta mm. akanunua mm. labda kupitia online, kwamba kae kalifu rekodi kwamba bana ile ni charity, yaani mm. ana account yake hapo, kwenye ile faida margin ya profit ambayo nitapata kwenye kila nguo nitakayouza, basi wewe nitakupatia 5%. What's the problem with that? kuna shida hapo? mm. hamna shida, hakuna shida, kwa hiyo Every Ponzi scheme and pyramid scheme of course, they are using referral program mm. lakini like not every referral program yes, is Ponzi scheme au pyramid scheme our, our, pyramid, our, our pyramid scheme. Mm. The issue ni kwamba lazima kuwe na legit way mm. ya kutengeneza ile source ya income ambayo itatumika ku reward watu. Every company is having a marketing budget. Unajua, mm. kitu cha ajabu ni kwamba kampuni ya crypto mm ikifanya airdropping budget is not a scam. Lakini the same airdropping budget ikitumika hmm. hmm. kuwalipa watu ambao wanaitangaza kampuni directly it's a scam. That is confusion. Nadhani ni watu tu ile kwamba wana adapt, ndo kama Tanzania sasa hivi hmm. uh, filling stations zote sehemu za kujazia mafuta zinaitwaga Shell. Na kati Shell ni jina la kampuni kwao, yeah. mtu akishasikia tu bwana kuna yeah. referral ah lakini ukiangalia, ni kwa nini makampuni mengi yana opt for referral? Mm. Ah, uh, inakupa opportunity ya kupata watu wanaokufanyia marketing mm. bila wewe kuajiri. Ile inaitwa ni cost effectiveness. Cost effectiveness. Kwa sababu ukimwajiri mtu, whether ana mm. perform vizuri au vibaya, you, you have, have to pay, pay his the salary. Lakini ukitumia referral program mm. au affiliate program, mm. manake mtu anajilipa kutokana na yani paycheck yake inaongezeka kutokana na work rate yake. Okay. Tena sio work rate tu, mm. work rate yenye matokeo. Mm kyo inakuwa inakupunguzia gharama mm. ya kulipa watu wasio deliver kwenda kwenye target za ukuaji wa kampuni mm -hmm. You get the point? Ya, na inasaidia, na ukifuatilia, mimi nimejaribu nimejaribujaribu kusoma vitabu mm. kati ya kitu ambacho wanasema, kati ya njia ambao wanasuggest mm. mtu anaweza akaitumia kutengeneza kipato mm. ni hiyo affiliate marketing. yeah, yeah, yeah, kwamba kwa mtu sasa ambaye anafanya affiliate marketing anapata advantage kwamba huhitaji kuwa na mtaji mkubwa, huhitaji mm. kuwa na wazo na nini. Yeah. You just find a product that works. Yeah. Then you share it your to market, people. Yeah, you talk to them mm. They buy it mm. You get your passion, your portion thebu mm. Kwa sababu hiyo nadhani ukiangalia sasa hivi hata ukiangalia mabenki mm. Kwa mfano CRDB saizi unafungua application yake na kuuliza Yeah. Kama umekuwa referred kumerefer na nani? Na nani. Kwa hiyo kwa sababu una ndo mm. hicho nalitaka kusema. Mm. Ehe. Mm. Aya, ah, ukienda kwenye hawa mawakala, mawakala mm. si wana masupo wakala pale juu alafu kuna mawakala wadogo wadogo mm. kwani si wana commission? Mm. Sasa hapo nayo ni scam. It's scam. It's not a scam. Kwa hiyo changamoto ambayo watu wengi nadhani wanatakiwa wajifunze ni kwamba mm. referral program has never been a problem. Mm. Ila inatumika wapi? Unaona? Yes. Mm. Blockchain has never been a problem. Inatumika. But what has been built on blockchain? Mm. Mm. Umeona changamoto zinakuja. Kwa hiyo mm everything tunasema, panapokuja na teknolojia au na ubunifu, huwezi mm. ukaleta ubunifu ambao ume limit kwamba kikija kitu kama hiki ni scam kitoe. No, ubunifu unatumika tu mm. Lakini ndio maana tunaposema kwamba lazima mtu u, u, ujifunze uweze kuelewa then ufanye kitu cha informed decision mm -hmm. Kwa sababu kuna varieties of uh, so many things inside the innovation mm. ambazo nyingine zinakuwa ni nzuri nyingine zinakuwa ni mbaya mm. kama tunavyosema, blockchain is one of the best, best yeah. technology to be honest yeah, lakini haija kuwa legitimate au stamp of legitimacy yeah, kwamba watu wanaanza kama wanaweza katengeneza pia kupitia smart contract wakarun kila kitu like yeah. na web3 vile vile waka include hiyo yeah. Uh, feature ikafanya kazi vizuri, lakini ni wizi na yeah, ni wizi so tunarudi pale pale, kwamba lazima tujue teknolojia inavyokuwa inakuja, ina enhance hai yeah. segregate kitu fulani ina yeah. enhance yeah. accessibility yeah. pamoja na operation smoothness yeah. Unaona, kwa hiyo uh, Watu wengi sana ambao wamekuwa wakisema kwamba sasa kama hii biashara ni nzuri kwa nini mnataka watu? Sasa kuna biashara gani ambayo haitaki watu? Ndio hapo sasa. Hakuna innovation ambazo zimeumbwa kwa ajili ya ma aliens. Ma Hakuna innovation ambayo imeundwa kwa ajili ya misukule. Hakuna innovation ambayo imeundwa kwa ajili ya maroboti. Imeundwa kwa ajili ya watu waweze kutumia, wa satisfy mahitaji, alafu wa pay for that service whether it's gonna be a product or it's a service mm, lakini all of these are products. You get the point. Kwa mm hiyo -hmm. Ikiwa ni tangible thing maanake wanapata faida lakini mm -hmm. Eh, wana access ya kuchukua kile kitu kwa sababu hata ukiangalia nguo hizi ni solutions, ukiangalia mm -hmm. Sijui glasses ni solutions mm -hmm. Hata wanaokuja sijui na everything is the so kwa sababu kuna mtu tukifanya hivi itasaidia kitu fulani mm -hmm. Wewe ni binadamu you are willing to pay for that For that innovation tayari ndo biashara inakuwa hiyo kurahisisha maisha yako. Yes. Yeah. Kwa hiyo hakuna biashara ambayo haihitaji watu. Ila watu wanapatikana vipi? Huo ni ubunifu mwingine. Mm. Watu wanaoajiri, mimi kusema kweli, kama mimi ningelikuwa ndo maamuzi. Mm. Yaani, duniani wote litakiwa system ya kazi iwe referral. Mm. Iwe iwe iwe iwe, tuseme like affiliate. Mm. Like how you deliver is how you are going to be paid. Ingesaidia. Yes. Lakini ingebana watu wengi kwa sababu watu wengi wana ile confidence kwamba ah, mwisho wa mwezi upo nitalipwa. Mhm. Mm -hmm. Whether I deliver or not. Tunatengeneza lemons wengi spend. Kwa sababu mm eh ingelikuwa mtu akifanya kazi akadeliver, matokeo ndio jinsi ambavyo paycheck yake inaongezeka. Mm. Work, hard workers could have been fairly paid. Yeah. Yes. Lakini kwa sababu tu ah, nishaajiriwa bwana, wewe nifanye vizuri vibaya, mshahara si mwisho wa mwezi unaingia? Mm -hmm. That's a problem. Changamoto. Kwa hiyo walio kuja na kitu cha affiliate mm. program mm. walikuwa wanajaribu kutengeneza effectiveness ya cost bila kuajiri watu kwa sababu probably kuna uwezo wa kuajiri watu. Mm. Na ukiajiri mtu, maana tunategemea yule mtu afanye deliverance, akideliver mm. maika kampuni inakuwa revenue yake inakuwa kubwa, unaweza kupata faida kuwalipa mishahara. Yeah. Lakini what if hao watu wakadeliver, mm. wakajenerate profit kwenye profit mkakubaliana bwana mm. tukigenerate profit ya kiasi fulani 10% ni ya kweli. Shida inakuwa wapi? Hamna shida. Hamna shida, si ndio? Kwa hiyo watu wasichanganye mm. biashara I mean referral program au affiliate program mm. na scam au na hizi ponzi au pyramid whatever, mm -hmm. Every every business business business needs people and ha every business has ranking. Ranking. Yani you can never avoid that. Mm -hmm. Eh, kila business inakuwa na ranking. mm. The hard worker pioneers wanakuwa wako juu pale, wanaokuja watakuja mm. Lakini the most important thing ni kwamba source ya hiyo uh, rewards ambayo affiliate program mm. inaweza kuwa uh, benefited with. mm. Is it valid? Kuna service kabisa inayotumika hiyo service inatumika je? yeah, kusipokuwa na recruitment, biashara inaweza ikaendelea? If yes then that's not a scam. Affiliate inakuwa pale kwa ajili ya kuboost. Kuboost. Ehe, ile uh, tunasema uh, uh, uh, tunaboost ile engagement ya wateja kwenye uh, product husika mm. lakini kwa mfano um, CRB wana referral kwenye application mm. zao

Does it mean kama kusipokuwa na referral program, Binance hii endi inafanya inafanya si ndio? Kwa hiyo referral inakuwa pale kwa ajili ya kuenhance ile mm. productivity kwamba Charity akienda kumwambia rafiki yake bwana, white nzuri sana hii mm. rafiki yake ni rahisi kumwamini sana, kwa sababu word of mouth, mm -hmm. kuliko angiona tu inapita mtandaoni, sure white nzuri. Mtu anaanza to doubt, kila wakati najiposti ni nzuri, utajuaje kama ni nzuri? mm. Lakini if someone is using that I know there is a bigger possibility yule mtu akawa attracted na akajaribu kuitumia sasa mm. anapojaribu kuitumia The company says thank you to you. Mm. Unapata rewards au unapata bonus yako. So inabidi watu wafike stage waweze kujua mm. utofauti huo. Na kitu ambacho nimekumbuka sasa hivi yeah. ni kauli moja ambayo niliambiwa no, nilisikia mm. kwenye moja ya videos jamaa alisema kwamba everyone does mm. affiliate marketing mm. lakini most of them don't get paid. 100%, that's very true yn yani unasema wana nataka kwenda kula, twende sehemu fulani. Yes, you were there to be referral paid kwa sababu eh. Kwa mfano unakuta mtu mm. uh, ameenda kula kwenye restaurant moja kali. Akifika mm. ajiposti ana post misozi. Mtu mm. anamuuliza, wewe, "Hiyo restaurant iko sehemu gani?" Mm. Unamtajia, "Ushafanya affiliate tayari." Basically you were supposed to be paid kwa sababu ukimwambia yule mtu aende pale, mm. anaenda kupata yule mwenye restaurant mm. anapata mm. faida. Yeah. Lakini hiyo faida imetokana na nani? Na wewe. So you need to get paid but we don't know how to use those opportunities. Yeah. Ndio maana unakuta kuna watu wengine kwa mfano wakisha kuwa wakubwa, mm. uh, akitaka kupost kitu kwa mfano mm. eh, let's say unaonaga kuna wafanyabiashara wakubwa, hata sisi hapa tukitaka mm. kutumia maji hatuweki maji yenye nini? Yenye lebo. Yenye lebo. Kwa nini? Kwa sababu hatusindikizani kwenye utajiri, man. Mm. Eh, kama manake tukitumia hapa mm. mtu mwingine pengine, hata kama ni watu watano au sita, mm. wanasema jamaa ah, wanatumia maji ya uhai wale hapo akawa amependa labda sisi tunachokifanya mm. na yeye akaenda kununua yale maji atumakitushatengezea wateja mm -hmm. Ndio maana ukuta hata wasanii wakubwa wenye brand sawa, wakienda kwenye migahawa wanajificha, unless ana mkataba na ule mgahawa na Windows mm. kwa sababu that is an affiliate marketing mm. ukiona siui Diamond amekuwa brand ambassador wa Pepsi mm. Sasa affiliate marketing kwa sababu wafuasi wa Dawa kama Dawa na anapenda Pepsi ni nani? mm. you get the point Kuyo. mm. kwa hiyo ile inakuwa ni affiliate marketing, ndio maana wale watu wenye influence wanalipwa. yeah eh, they, they, whatever that's being paid to the ambassador, mm. kwa ukubwa, ili watu waweze kuitumia ile brand. Kwenye makampuni mengine, the same budget wana split kidogo kidogo, kuwalipa watu kwa na kazi ambao wataifanya. yeah sasa hapo unasemaje, hii kitu ni piramidi au ni scam? It's not a scam, lakini inabidi watu wajue kwamba something to be a a scam, it depends, where does the source of that reward is coming from. As long mm -hmm. as long it's valid, there's a service and products available for people to use. Hata kama kusingekuwa na affiliate, then automatically hiyo biashara ina kitu nacho kimarket, maana yake, for affiliate program to be legit, maana yake products ndio tunatakiwa ziwe engine of the business lakini sio recruitment. Kwamba recruitment ki, ki ki stop basi biashara inakufa. Ah mm. ah. Recruitment ipo haipo, biashara itaenda. Ila recruitment ambayo ni affiliate inakuwa inasaidia ku enhance mm. engagement. Mm. Si ndiyo? Mm. Lakini it's not an engine. The engine mm. is the products of the company. Kwa mbona unakwenda kwa market, ni Inkryptus unaona tunaizumia Inkryptus. Hatusemi nunua si ah ah, Inkryptus ni wallet nzuri na huduma nyingi ukazitumie, ukizitumia, ukizitumia. Unapokuwa unachajiwa zile transaction fee, whoever referred you yeah. ana benefit and it's as simple as that mm. Na hakuna biashara ambayo haihitaji watu, so the strategy to get people kama tulivyosema, it will depend on the uh, marketing team walivyoamua wao kufanya, kwa nadhani watu nabidi hicho kitu wakipay attention awaweze kujua kwamba mm. it's something ambacho kipo ila kinakuwa misinterpreted na sometimes kinakuwa misused na hmm, hauwezi kuzuia tu kumisuse vitu kwa sababu is a land of freedom, so sasa kwenye ubunifu mtu anaweza kabuni kitu ambacho sicho, lakini wewe ambaye unaenda kukitumia inabidi ufanye due diligence hmm, kabla hujakitumia, yeah. Yeah. Lakini usijaji moja kwa moja kwamba, ah, kwa sababu ni hivi yani kwamba kwa sababu kila solution ni suggestion, basi wewe unaashungu kwamba suggestion ni zote ni solution. Okay. no some of the suggestions they don't work yeah. Lakini tunakuwa na list ya suggestions ambazo mwisho wa siku tuna choose the best ndio zinakuwa solutions solution, yeah. Na nadhani hicho kitu tulikiona pia hata kwa wakati wanatengeneza protocol mbalimbali za blockchain zenye mm, smart contract tuliona pale kulikuwa mm, na ERC 1 2 3 4 mpaka ERC 20 na kuendelea huko, lakini lakini lakini wakachagua ERC 20 kama solution, lakini kulikuwa na suggestion nyingi, mm, kwa maana kuna eh, eh, Ethereum request for comment number 1, number 2, okay, number 3, lakini number 20 nadhani ndio ipo vizuri ah, jamani tu adopt hii hapa mm, it was part of suggestions lakini not every suggestions I mean not every suggestion unayoiona lazima iwe mm, solution, ila kila solution ilikuwa suggestion. So the same applied. Unakamiss judge kwamba kila affiliate program inayokuja ni Ponzi. Ni Ponzi. Of course Ponzi, pyramid zinatumia affiliate zote. Lakini not every affiliate you see is a Ponzi scheme au is a pyramid scheme. No, no, no. We have ndio, maana mimi wakati mtu anaanza akiniambia au anasema okay under which perspective unaweza ku classify automatically kwa sababu kuna affiliate then automatically unasema this is a pyramid. Pyramid. Maana we have to reason with logics kwamba kutokana na red flag hii hapa I mean, so red flag hii hapa 1 2 3, is not right, kuna shida hapa mm. Hapo sasa unaweza confirm ah. Lakini watu kwenye ile swala la logic, yeah unasikia na una, ukiongea natu na mtu na mtu unasikia ah, ndo zile zile tu ah, sawa mm -hmm. Lakini you natane, know the, the truth ni kwamba ni ni swala la ku, la kuelewa tu kwamba hizi yeah. Ponzi pyramid wanapenda affiliate kwa sababu it's word of mouth mm. inakuwa ni rahisi ku spread ukiona product yoyote imekuwa kubwa. yeah. watu wanadhani ni through marketing no, sio mm. kweli word of mouth kwamba nimetumia mafuta ngozi yangu nzuri, eh, unasema hey, Eh, umetumia mafuta gani? Nikisema yeye mtu hata jiuliza mara mbili, anaenda mm kuchukua ile mafuta anayotumia. Yaani word of mouth is something ambacho ni, ni, ni very effective. Yeah. Yaani wewe unaangalia bwana uh, unakuta mtu ana changamoto kwa nini ah, uh, bwana hapa mimi nilifanya hivi mm. tayari. Na ndio maana unakuta like few days ago tulikuwa tuna discuss na jamaa mmoja mm. AI is taking over like in so many stuffs mm. Lakini tukienda kwenye products na vyakula mm. Eh, bado human intervention itatakiwa tu mm. Kwamba mtu akiwa na ngozi nzuri uweze AI unaitengeneza unavyotaka wewe ina ngozi mm. nyororo, nasema ngozi nyororo tumia mafuta AI nasema, alafu nikamwona Charity anasema, nikamwona Charity kabisa mm. akaniambia natumia mafuta fulani, nitaamini AI au Charity? Uh-huh. Tamii ni mtu ambaye unaishi naye. Kwa hiyo kuna vitu vingine unaona kabisa word of mouth huwa inaweka emphasis kubwa sana ya mtu kuamini bila kujaji sana. Mm. Tofauti na vitu vingine ambavyo ni mitandao and all that. Mm. Kwa hiyo mitandao inasaidia awareness, lakini uh, mtu ukimwona amepata matokeo ya kitu fulani au mm. ya huduma fulani mm. it's very easy kwa yeye mtu kusema ah, washa na mimi niende pale au washa na mimi nitumie, unaona kwao yeah. That is why hata ponzi these schemes pyramid scheme, of course, wana take advantage mm. ya hiyo, kwa sababu kwanza wale wana build on hype mm. and the hype is always bringing together so many people mm. na kwa sababu si hype huwa ina focus kwenye matokeo mm. process huwa ijali, oh, ijali. Eh, lakini logic wise mm. uki analyze process mm. zinazoleta matokeo unaweza kukuletea majibu, kwa sababu bwana, hii process mlisema, ukifanya hivi unafanya hivi ndio inaleta hii a mbona hii sio kweli? hiyo ni logic mm ila watu wengi logic waga ah, logical, logic logic mm. logic yeah. Kwa hiyo mm. Nadhani tulikuwa nataka tuweke clarification kwenye hilo jambo uh, mm. Tumeona ni maswali ni mengi uh, na watu wengi wana confuse, lakini naamini kwa haya mazungumzo machache ambayo tumefanya na Mr. Charity, mm. in one way another, atakuwa amekusaidia kuweza kupata ile a, a clean understanding ya kuweza kudifferentiate vitu, sio kugeneralize judgment mm. yako, okay, inaweza ikakusababisha ukafanya maamuzi yasiyo sahihi pia, yeah, e, ambayo maamuzi yasiyo sahihi sometimes yanaweza yakakukosesha fursa mm. mm, yeah. Kwa hiyo tuendelee kujifunza, tusome. Siku zote maamuzi mazuri kwa mjasiriamali ni yale yenye taarifa yeah. Basi na taarifa unaweza kuzi, kuzidadavua only if you have knowledge mm. Yeah. Kama ukiwa na knowledge, taarifa ukiipata, unajua kabisa this is the right news mm. this is not the right I mean, this is the right information this is mm. not the right information mm. yeah, kwa hiyo That's it. Uh, if you have something else to add. Uh, sina cha kuongezea yeah, zaidi ya kuzidi kuwakumbusha kwamba mm. tunazidi kupewa nguvu na Inkryptus Wallet. na kick. Ni wallet ambayo ukianza kuitumia hutarudi mm. nyuma hutarudi yeah. Yeah. nyuma, nilikuwa na discussion na mtu nikawa naambia bwana, wallet ndio ni nyingi, lakini mm. wallet ambayo imelenga hasa hasa kumsaidia mwekezaji mm. uh, kukuza portfolio yake yeah. pia kupata Uh, recurring revenue hmm. kupitia crypto nazo zimiliki, ni Inkryptus wallet. Kwa hiyo hakikisha kwamba unakuwa na application na Inkryptus wallet. Na tunaposema, it's the first community collaborative exchange, we really mean. Yeah, we really mean. Kwa wale ambao wamekuwa wakitumia wallet kwa miaka mitano let's say, iliyopita they can tell kwamba yeah. ni wallet ambayo hakika hmm. ina uhitaji hmm. ina matumizi mazuri hmm. ni user-friendly. Hmm. Na basically, ni na wallet ambayo mtu yoyote hmm. ambaye ataamua kujifunza na akaitumia hmm. ataenjoy kwa sababu accessibility ya service zimerahisishwa sana. Kwa hiyo watu watembele Play Store, watembele App Store au hmm. watembele tovuti ya www.inkryptus.com, yeah. Alafu waweze kupata taarifa nyingi pale, wazichimbue kwa undani, waweze kuona exactly how does this work. Na tunawakumbusha kila siku, kama ukiona hmm hizi taarifa au information unazozipata kwenye website pale and all that bado haziwezi kukupatia namna sahihi ya kuweza kuchambua kilichopale kufanyia maamuzi, njo usome basics kwanza. Tuko Ubungo Plaza floor ya 4, njo hapa jifunze, uliza blockchain inafanya kazi changamoto zake, mm, eh, how they, yani, kwamba unapata the full information baadae, mamuzi, ambayo sasa baadaye inakusaidia kuweza kufanya maamuzi yenye taarifa ambayo yana possibility ya kuletea matokeo mazuri zaidi kuliko unavyofanya kama unabeti au kubahatisha mm, ya, yeah, kwa hiyo kwa kuendelea kuwa na sisi, yeah. Eh, subscribers wanaongezeka, tunajenga community kubwa zaidi mm. na tunaamini watu wote ambao mnatazama, uh, session hizi ambazo tunazitoa kupitia DNA Academy, mnazidi kusubscribe na kutuongezea nguvu ya kuwa pamoja, eh, kama smart investors ambao tuna benefit na digital assets zilizojengwa katika teknolojia ya blockchain. Na sisi tunasema tutaendelea, kupambana na safari yetu bado ni kubwa tutaamini tunaamini kwamba tunaweza tukabadilisha maisha ya watu wengi zaidi duniani, sio Tanzania peke yake, duniani. Kwa sababu sasa hivi tayari tuna customer base kubwa sana uh, toka tumeanza kufanya kazi na Inkryptus yeah, yeah, na sisi ndo tumeshika, tunasema tumeshika usukani kuhakikisha kwamba watu wanapata taarifa sahihi kabla hawajaamua kutumia Inkryptus wallet. Yeah, yeah. So tukutane tena wakati mwingine usahau ku lakini pia usiache kuacha komenti yako, aidha maswali au chochote kile ambacho nataka sisi tukizungumzie, basi acha komenti yako hapo ili tuweze uh, kuendelea kuku, kuhabarisha na kukufungulia dunia ya ujasiriamali kwa njia ya kidijitali katika mapana zaidi. Ulikuwa na mimi Trace Magno pamoja na Charity Aaron. Kwa hiyo tunasema